Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoa wa Kilimanjaro imefanya shughuli mbalimbali zenye lengo la kuwashirikisha walipa kodi na wadau wetu kwa ujumla kujiona ni sehemu ya maadhimisho hayo na vile vile kutambua mchango wao katika kuendeleza mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla kwa njia ya kulipa kodi. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania makusanyo katika mkoa wa Kilimanjaro yamekuwa yakiongezeka mwaka hadi mwaka. Aidha, mafanikio haya yasingeweza kufikiwa kama walipakodi ambao tunawaenzi siku hii ya leo wasingekuwepo. Hivyo tunapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru sana sana walipakodi wa mkoa wa Kilimanjaro. Mkoa wetu umeweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 234.88 ambapo ni ufanisi wa asilimia 98 na kwa hiyo tujipongeze, japo tuli misi mbili mwaka huu. Lengo letu kama mkoa wa Kilimanjaro ni bilioni 299.23. Kwenye lengo hili, kodi za ndani ni shilingi bilioni 101.78 na kodi za forodha na ushuru wa bidhaa ni shilingi bilioni 197. Mikakati yetu ya kuimarisha makusanyo kwa kipindi kilichobaki kwa mwaka ni pamoja na kuendelea kuwa na engagement na walipa kodi. Tumekuwa tukikaa nao, tunajadili mapungufu ni wapi wapi tuboreshe, ili hatimaye tuweze kufikia malengo tuliyopangiwa. Serikali kupitia mamlaka mapato Tanzania imanda e siku hii ya mlipa kodi ambao ni maalumu kwa ajili ya kuwatambua na kuwashukuru walipa kodi wote kwa mchango wao kwa taifa. Tunaheshimu mchango wa kila mlipa kodi katika taifa hili bila kujali ukubwa au udogo wake, kwani kila mmoja mchango wake ni muhimu. Uwepo wenu hapa unaendelea kuonyesha utayari wenu wa kushiriki na kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye siku zote ameendelea kuhimiza kila mtu anayestahili kulipa kodi alipe kodi stahiki, lakini kwa hiari, lakini pia kodi hiyo ilipwe kwa wakati. Sisi sote kwa pamoja, ni vema tukaendelea kuzingatia kama ambavyo tumekuwa tukizingatia wakati wote, weledi uwajibikaji kwa wakati lakini pia uadilifu katika ukusanyaji wa kodi hii. Jukumu la kutoa na kudai risiti wakati wa manunuzi ni jambo la msingi, na kila mmoja lazima aone fahari kudai ama kutoa risiti, kwa sababu atakuwa anajenga uchumi wa taifa letu, ili serikali iweze kuwa na nguvu ya kuendelea kuwahudumia wananchi. Asante. Wanaofuata nafasi ya pili, Jungyu Investment International Company Limited. Tafadhali karibu. Ninaomba kumtambulisha na kumtaja kwako mlipa kodi mkubwa, large tax contributor ni TPC Limited.